Kivuli cha usiku nilipata. Agizo kutoka katika ofisi ya utafiti wa historia ambayo iliniagiza katika kijiji cha zamani kinachoitwa Itogwa kilicho pembezoni mwa msitu wa kale uitwao Ihalanga. Licha ya kuwa hakipo kwenye ramani nyingi, nilipatiwa maelezo ya kutosha ya kufika huko. Lengo langu lilikuwa ni kuchunguza ardhi iliyodaiwa kuwa ya lana kabla haijatwaliwa kwa matumizi ya kiserikali. Kila mtu niliyemwambia kuhusu safari hiyo alinikazia macho na kusema, i, usiende kule usiku. I, Itogwa si kijiji cha kawaida, waliokwenda ati hawakurudi. Vile vile nilichukulia hayo kama hadithi za kawaida za vijijini za kutisha, lakini zisizo na msingi. Nilifunga mizigo yangu nikapanda gari na kuanza safari. Nilifika Itogwa saa mbili usiku. Kulikuwa kimya sana ambacho kilinishtua kidogo. Hakuna hata kelele za fisi au mwewe. Baridi ilikata mifupa. Nilipokaribia nyumba niliyoelekezwa, mzee mmoja mwenye uso ulioshuka kulingana na alivyoonekana kama ana miaka mingi alinipokea kimya kimya, hakunitazama usoni, alinionyesha tu ndani kwa mkono tulikaa kwa muda bila kuzungumza. Kisha kwa sauti ya kama aliyemezwa na ya kukwaruza akasema, ee, ukisikia sauti ya mtoto analia usiku, usitoke nje. Nilitabasamu kwa ndani, mimi kuogopa sauti ya mtoto? usiku huo nilipolala nikashtuliwa na mlio wa kitu kizito kikiburuzwa sakafuni, kisha mlango ukagongwa polepole pole mara tatu. Nilisimama nikamtazama yule mzee. Alikuwa amejifunika uso kwa blanketi, mwili wake ulitetemeka kama anaelia kimya kimya. I mzee, kuna mtu mlangoni, nilimwambia. Hakujibu, nikafungua mlango Hakukuwa na mtu, lakini kwenye vumbi palikuwa na alama za miguu yenye vidole sita na damu iliyoacha njia ikielekea msituni. Sikujua kilichonishawishi, lakini nikachukua tochi na kuifuata ile njia. Msitu wa Ihalanga ulikuwa mzito, giza la hapo si la kawaida. Tochi yangu ilianza kufifia, nikasikia sauti mtoto akilia. Nikakimbia kufuata sauti. Katikati ya mti mkubwa aliketi mtoto mdogo mweusi sana kiasi kwamba hakuonekana vizuri, isipokuwa macho yake yaliyokuwa meupe tupu bila mboni. Alikuwa analia, lakini machozi yake yalikuwa damu. Niliposogea alitabasamu. I e, umechelewa, alisema kwa sauti ya ajabu nyembamba, kama ya samahani, lakini yenye huzuni isiyoelezeka. E, baba amerudi miti ikaanza kutikisika, ardhi ilitetemeka, duara la moto likazuka chini ya miguu yangu. Kutoka kwenye ardhi kiumbe cha kutisha kikaibuka. Kilikuwa na mwili wa binadamu lakini kichwa kilikuwa kimepasuka katikati na ndani yake kulikuwa na vichwa vidogo, vidogo vidogo vikilia. Sauti yake ilikuwa kama watu mia wakiongea kwa wakati mmoja. Ai, karibu nyumbani mwana wa Itogwa. Nililia, nikajaribu kukimbia, lakini nilizama kwenye ardhi kama matope mazito na giza likanivuta chini. Nilipoamka nilikuwa kwenye kitanda cha hospitali, miguuni pangu kulikuwa na bandeji, nilijikuta nimeshikiliwa kwa kamba. Daktari mmoja alinijia, iwewe, ni wa kumi na saba, alisema. Ni wote mlirudi mkisema mliona kivuli, mtoto, msitu, lakini hakuna anayejua jinsi mlivyorudi. Nikataka kumuuliza, lakini kabla sijafumbua mdomo, alinyoosha mkono akanionyesha miguu yangu. Kwenye ngozi kulikuwa kumeandikwa kwa kitu kama kucha au wino wa damu, maneno haya matatu: mimi ni wao.